Hii nyumba inauzwa, sawa. Ina vyumba vitatu, chumba kimoja master, chumba kimoja choo cha nje, chumba kimoja kina chumba na sitting room. Ina jiko, ina store, maji ya bomba yapo, umeme upo, nyumba ipo Fukayosi, yapo tanki, yaosamkoko wote chake mtu chake mwenye anauza ana shida zake location Bagamoyo fukayosi ukubwa wa kiwanja kina upana ya mita ishirini urefu mita ishirini na tano kutoka barabara kubwa hadi kwenye nyumba umbali mita 200 nyumba nzuri

Hii nyumba inauzwa sawa, ina vyumba vitatu, chumba kimoja master, chumba kimoja choo cha nje, chumba kimoja kina chumba na sitting room. ina jiko ina store. maji ya bomba yapo umeme upo. Yapo ya kia tanki. Nyumba nyumba nyumba ina mkopo wote mwenye anauza. Ana shida zake. Location Bagamoyo fukayosi, ukubwa wa kiwanja kina upana ya mita ishirini, urefu mita ishirini na tano kutoka barabara kubwa aune